Leo waumini wa dini ya Kikristo mkoani Mbeya wanaungana na wengine duniani kuadhimisha kumbukumbu ya kuteswa kwake Yesu Kristo, na kupitia siku hii wameaswa kutotenda maasi, kwani kwa kufanya hivyo wanaendelea kumsurubisha Yesu msalabani. Lakini siku hii inaadhimishwaje kimataifa? Nchi ya China inatajwa kuishika pabaya Marekani baada ya kutumia madini adimu kama silaha. Je, kunani huko? Katika michezo, ligi mbalimbali zinaendelea hii leo ikiwemo ligi kuu soka nchini Hispania, kwa mchezo kati ya Espanyola dhidi ya Getafe. Je, nani kuibuka mshindi? Hayo yote na mengine mengi ni hapo baadaye kupitia Dream TV habari ambayo unaweza kutazama kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook Dream FM Instagram na X, zamani Twitter, ni Dream FM TZ. Yote na mengine mengi ni hapo baadaye kupitia Dream TV habari, ambapo unaweza kututazama kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook Dream FM, Instagram na X, zamani Twitter, ni Dream FM TZ. Utakuwa nami Restafares.